Um, jarida la habari la Ujerumani Der Spiegel limeripoti kuwa taarifa binafsi za washauri wakuu wa masuala ya usalama wa rais wa Marekani Donald Trump zinaweza kupatikana mitandaoni. Ripoti hiyo iliyochapishwa Jumatano imetolewa ikiwa ni siku chache baada ya tukio la fedheha la taarifa za kiusalama za serikali ya Marekani kuvuja. Angela Mdungu na ripoti kamili. Kulingana na jarida la Der Spiegel, nambari za simu, barua pepe na hata nywila zinazotumiwa na mshauri mkuu wa usalama wa taifa Mike Waltz, mkuu wa usalama wa taifa Tulsi Gabbard na waziri wa ulinzi Pete Hegseth zinaweza kupatikana kupitia programu za kutafuta taarifa na data zilizoibiwa na kuwekwa hadharani mitandaoni. Namba za simu za mkuu wa usalama wa taifa na za mshauri mkuu wa masuala ya usalama wa Marekani ziliripotiwa kuwa na uhusiano na akaunti za majukwaa ya kutuma na kupokea ujumbe wa WhatsApp na Signal, kwa mujibu wa jarida hilo la Ujerumani. Hatua hiyo imeziweka hatarini kudukuliwa taarifa hizo binafsi kupitia programu zilizo kwenye vifaa vyao vya mawasiliano limebainisha kuna uwezekano kuwa huenda mawakala wa kigeni walitumia mwanya huo kufanya ujasusi wakati wa sakata la hivi karibuni lililowahusisha maafisa hao. Katika sakata hilo, wakiwa katika jukwaa la Signal, maafisa hao waliunda kundi na kuizungumzia mipango ya siri ya Marekani kuhusu mashambulizi ya anga dhidi ya waasi wa kihuthi wa nchini Yemen ya Machi kumi na tano, Waziri wa Ulinzi Pete bila kukusudia alimjumuisha mwandishi wa habari wa jarida la Atlantic la Marekani Jeffrey Goldberg, na jarida hilo lilichapisha kwa kina mawasiliano yao. Muda mfupi baada ya kashfa hiyo, rais Donald Trump aliizungumzia akizirusha lawama kwa jukwaa la Signal badala ya maafisa wake. Hilo halinishughulishi. Unajua, ninataka kujua kama kuna kosa lolote au kama jukwaa la Signal halifanyi kazi. Inawezekana Signal si nzuri sana kama unavyojua, ni kampuni. Ni bora nijue kuhusu hilo, lakini pia hakukuwa na madhara, kwa sababu shambulio lilifanikiwa, na nimekuwa na mafanikio makubwa kwa siku nne au tano zilizopita The last or so... hata hivyo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekiri kuwa kosa kubwa lilifanyika kwa kumjumuisha mwanahabari Goldberg. Jarida la Der Spiegel limesema maafisa hao watatu wa ngazi ya juu katika masuala ya usalama wa Marekani hawakujibu lilipowatafuta kuzungumzia suala la taarifa zao binafsi kupatikana mitandaoni. Baraza la usalama wa taifa la Marekani limewatetea na kusema akaunti na nywila zilizotajwa na jarida la Ujerumani zilibadilishwa mwaka